Bwana, mmechoka kutetewa na rais, kukingiwa kifua. Sisi hatukingiwe kifua mm. Hali halisi iliyotokea ndio inayowaona wanayoiona wao kwao, wamechoka wenyewe, kwa sababu dabi lipango tarehe nane kuchezwa Simba na Yanga, na Simba ndio walioandika barua ya kuomba mechi iailishwe. Sasa leo unasema rais, anasema amechoka kutukingia kifua Yanga, kati ya yanga na Simba, nani alianza kuandika barua kwenda TFF? Inakuja jawabu ni Simba, ndio maana wao wakafanya maamuzi ya mechi kuairisha. Sasa kilichobaki sio chetu sisi, kama yeye anatumia mamlaka yake ayatumie, lakini sio yanga wamekiuka, kwa sababu Simba ndio alianza kuandika barua kuipeleka TFF. Kwanini haikujibiwa barua ya simba kwanza, alafu ijibiwe ya yanga ila yeye baada ya kumaliza mambo yake akaja kuijibu ya Yanga, kabla ya kwanza iliyofika hapo. Kuna uhaki kweli? amechoka kuwatetea jana, si mmemsikia rais, sio amechoka kututetea? yeye mwenyewe maamuzi yake anayoyafanya yanaegemea upande mmoja. mm -hmm. Yeah. Anawabeba sana Simba naotaka kusema hivyo. Msimu wa mwaka juzi nadhani Simba anaenda kucheza shirikisho mm -hmm. South Africa mm -hmm. Kosti anatoka Tanga anakuja Daa, amefika Mlandizi anaambiwa mechi imeahirishwa. Simba anaondoka South Afrika. Mm. alikuwa msimamizi nani kwenye ligi mm? swali nafuu sana hiyo. Mm. wasimamizi hao ndio waliahirisha mechi wakati Kosti kashatoka Tanga anakuja Daa kucheza mechi na Simba, lakini mwisho wa siku hayakutolewa maamuzi yoyote mabaya ina maana Coast walipata hasara kwa gharama zao walizokuja nazo kutoka kule, wameaidishwa njiani, mechi imekufa. Lakini hilo alikukaa mezani kulizungumziwa na wala kujadiliwa na mtu yoyote, ilionekana imefanyika sawa mm. mimi toka nipate akili nijue mpaka leo sijawahi sikia Simba na Yanga wana utamaduni wa kupeana uwanja eti nenda kafanya mazoezi tuje kucheza mechi yetu. mimi sijasikia mm. Ila juzi nakuja kusikia ati mtu kagomea kucheza mechi kwa sababu akwenda kufanya mazoezi ya dakika 60 au saa moja na nusu, ili mradi aingie kwenye siku ya pili mechi husika. Sio kweli, yeye rais wa TFF asimamie maamuzi yake ya uongozi wake kwenye nafasi yake aliyonayo, ndo kilichobaki ashikilie hilo mm. Lakini akisema ya kwa yanga wanaandika barua sijui wajitasimini kwenye bodi ya ligi, yeye ndo mkuu mm. Yote akitokea kwenye soka, mtu wa kwanza kuangaliwa usoni ni yeye ye. Sasa kama yeye mwenyewe anakuwa na wasiwasi kwenye kutoa majibu sahihi, anaiacha barua ya kwanza, anaijibu ya pili, ile ya kwanza ina maana haina maana, ila ya pili ndo yenye maana, au ndo yenye makosa zaidi? Sio kweli. Wanakwambia mwache, mwache michezo ya, ya sinema zetu, michezo ya sanaa ya kuigiza. Mimi naamini unachezwa mpira, hamna sanaa kuna mtu ushamwona? Anaenda kucheza mpira pale, kavaa vijola, sijui anaenda uwanjani, anacheza mpira, anakwambia mnalifuata gari kwenda uwanja wa wapinzani wenu, inamaanisha nini ile sasa? <laughs> hayo sasa ndo mapenzi binafsi, yaani hapo ameacha urais, ila ameingia kwenye mapenzi binafsi, kwa sababu rais hawezi kuongea kitu kama hicho. Yaani hayo ameingia kwenye nini, mapenzi binafsi, sio urais mapenzi binafsi kama mapenzi binafsi atamtesa ye mwenyewe, ila yeye aongelee uhalisia wa mechi tarehe nane imekufa kwa kigezo kipi? Shughuli iwe hapo, lakini asiseme kwa sababu Yanga wametoka hapo, wamelifata wame basi wamelifata wame Simba Bunju, utani wao wenyewe Simba na Yanga au Simba ile wamelimaindi. Kuongea maneno hao ya kawaida bwana... Simu, simu zinaita. Simu ziite, zisiite. Simba na Yanga mimi toka nipate akili mpaka leo mm. Hayo maneno yanazungumzwa kila siku mm. Kila siku ya Mungu kilala ukiamka, Simba akifanya baya ataongewa, akifanya zuri atasemwa. Hilo jambo la kawaida. Kama mtu wa soko anayefuatilia muda mrefu kwa ligi yetu ya Tanzania na vilabu vyetu Simba na Yanga Tanzania, huwezi kuumia kichwa kitu kama hicho ila rais ana muhemko. Simba ameandika barua ya kwanza, kwa nini haijibu ya pili kabla hii ya kwanza? Hii ya kwanza imetolewa ufafanuzi, unajua ufafanuzi wa barua ya kwanza iliyoandikwa. Ah, hii ya pili, <laughs> pili ah, jana, jana si umesema jana, akasema rais. Ah, si umesema jana ametolea maelezo kwamba wao ndo wajiuzuru walioandika barua ila ya kwanza ilikuwa sahihi ndo maana kaikalia kimya. Mapenzi hayo, mapenzi yanaonekana mapenzi. <laughs> Kamati yake haiwezi kuvunjwa, mapenzi yani. Mpira wetu wao ndo wanaoua wenyewe sio Yanga lakini uh, klabu inapata uh, nguvu gani ya ku, ya kusema kwamba kamati ya mpira ambayo wao wenyewe wanasimamia na inawatambulisha kwamba ijiuzulu ile kamati wakati wamecheza miaka minne miaka mitatu yote, eh, wanategemewa wale, iko vipi? Klabu sio mtu binafsi, klabu ni taasisi na taasisi yote na mamlaka hata mm. Wewe kwenye kazi yako ulionayo, kuna mtu anakusimamia. Ukienda tofauti lazima utafuatwa mm. Utaambiwa bwana, hapo inakuwaje? mm. Kwa hiyo na wao walioandika, sio katoka mtu nyumbani kwake tu kakaa ka. mm. Wamejadiliana mm. wamelipitisha na ndio maana ikaandikwa barua kama walivyoandika wao ya kuomba mechi mm. isichezwe, na wao ndio walikaa hivyo mm. Yanga wana mamlaka pia kutoa kwenye sitaasisi sasa. Utakaje bila mamlaka kwenye taasisi utendaji ya TFF, Yanga wana haki ya kuichomoa kwenye matatizo una haki ya kuongea, na ndio maana wanasema kwa lugha moja ya Kiarabu wanasema kurulhaka wa imkana mura, sema ukweli, japokuwa uchungu unauma. Unajua kabisa jambo linanihusu linaniuma, lakini inabidi uliseme. Ingawa linakuuma, inabidi uliseme ili kuweka mambo sawa, lakini tusipelekeshane. Kwa sababu ya mtu fulani kashika mamlaka fulani, atumie nafasi yake kuwaonyea watu fulani. Kwa sababu yeye, nikisema mi ndo mtu wa mwisho, inakuwa sio kweli nanielewa sijui, yani sisi katika hii nchi Simba na Yanga zina mamlaka makubwa zinaendesha zina, zina, zina vitu vingi vyenye masilahi na vya hasara. Sometimes sometimes wenyewe vilabu vinapata faida na sometimes vinapata hasara, lakini kama hii ya juzi hasara inapata mpaka nchi wenyewe, TFF wanapata hasara kwa sababu ile mechi ikichezwa inabidi wachukue mapato yao. Sasa wiki ya, ya, ya mechi ya tarehe nane wamechukua mapato ya nini? na kuna kuwa na mgao pale, vilabu vyote viwili vilivyoshiriki pale, mwenyeji ana ya mapato yake na TFF ana mapato yao. Umiliki nini kimetokea pale? Nani kapata hela? Shabiki aliyolipa ya hela yake kalikata tiketi elfu hamsini, elfu arobaini, kanufaika na nini? Sio, Yanga Yanga mwenyeji anakimbiaje ya uwanja hivyo? Mwenyeji nyumbani kwako, mtu unakimbiaje nyumbani kwako? Wenzenu nakuambiaje, waliletewa uhuni muda wa mechi au tofauti na mechi? Huo uhuni ambao unaosema uliletewa, waliletewa, waliletewa muda wa mechi au nje ya mechi? Uo wesi umesema uhuni, uhuni walikuja muda wa mechi saa kumi na moja na nusu, wanakuja kufanya warm up ya mwisho tucheze saa moja na robo, wakafanywa uhuni wakarudi, au ilikuwa siku nyingine kabla ya muda huo? Umelitafsiri li lile mechi adabi mechi, mechi kubwa. Haujanipa majibu. Ulikuwa siku ile ya Jumamosi au nje ya Jumamosi? Ni tofauti siku moja kabla e. Ina maana ilikuwa nje ya Jumamosi, ina maana yale maamuzi ma, ma, ma, ma, yao binafsi, siyo Yanga, siyo Yanga. Mi sijawahi ona mtu kwa kuambua kukosa kufanya mazoezi ya nusu saa au saa moja agailishe mechi hakuna.